Kwamba haki hiyo ambayo ipo kisheria isivunje haki ya mtu mwingine au kundi la watu wengine wenye haki zingine. Sasa tumeshaelezwa mara kadhaa hapa kwamba Oktoba 29 ni haki ya watu kufanyaje? Kupiga kura. Kama kuandamana ni haki na wakati huo huo na, na kupiga kura ni haki uh, je, huyu raia alitakiwa aandamane lini? Hey guys, hey uh, leo ni siku nyingine tena. Twende tukamsikilize tuka Mheshimiwa Jumanne Murilo akiwa anaongea Wasafi uh, juu ya swala zima la maandamano. Endeni tusikilize wote kwa pamoja, kwamba sheria haitakiwi isome kama kasuku eh, kwa kuimba. Eh, unasoma kama ni section fulani unaenda na subsection yake, kama ni ibara fulani unaenda na ibara yake ndogo ukienda kwenye ibara ya thelathini kama sikosei, ibara ndogo ya kwanza inaongelea ya maswala ya haki, uhuru na wajibu wa mtu mmoja mmoja au kundi fulani. Wanakwambia kila mtu ana haki, ana uhuru wa kufanya jambo fulani, ana haki, uhuru na wajibu wa kufanya kitu fulani, lakini inakueleza vile kule mbele kwamba haki hiyo ambayo ipo kisheria isivunje haki ya mtu mwingine au kundi la watu wengine wenye haki zingine. Sasa umeshaelezwa mara kadhaa hapa kwamba Oktoba 29 ni haki ya watu kufanyaje? kupiga kura. Watu wanatakiwa wakachague watu wanaowataka, eh, hiyo ni haki ya kikatiba. Wewe unaleta haki nyingine ya kuvunja haki nyingine kwamba sisi tutakuwa barabarani. Maanake ukiwa barabarani watu wasiende, si ndio? Kwa hiyo una haki mkono wa kushoto unataka kuvunja haki ya mtu mwingine mkono wa kulia swala so ambalo alikubaliki. Sasa sisi law enforcement agencies, kazi yetu ndiyo hiyo kuhakikisha kwamba pamoja na haki yako kushoto, haki yako kulia, lazima ujenge tabia ya kuhaya, kama tulivyoweza kumsikia mheshimiwa Uh, nini ambacho ameweza kuelezea kuhusiana na swala la maandamano pamoja na upigaji wa kura. Ina maana kwamba kuandamana kwa ni haki ya kila Mtanzania na kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania. Inamaana kwamba kwa wakati mmoja zinabebwa haki mbili. Uh, lakini kwa wakati huo huo tunasema kwamba uh, mwandamanaji atazuiwa ili asiweze ku, kuandamana kwa siku hiyo, namaana itavunjwa haki ya kuandamana ili watu wakapige kura. Lakini swali la msingi ni kwamba je, kama kuandamana ni haki na wakati huo huo na, na kupiga kura ni haki uh, je, huyu raia alitakiwa aandamane lini ili apewe hiyo haki yake ambayo anayostahili, na kama ni, ni siku labda ni ndicho ambacho kinachopelekea labda iwe ni kwamba raia anakosea labda katika kuandamana na, na, na, na labda atakapotamka maandamano atakuwa anafanya makosa katika kutokana na ile siku ambayo iliyotajwa, basi wao au serikali ilikuwa inahitaji vipi kwa, huyu, kwa upande wa huyu raia uh, labda atengewe siku ya aina ipi ili aweze kwenda kuandamana na kulilia hiyo haki yake anayoitaka. Lakini kwa wakati huo huo tukiangalia kwamba uh, raia anataka kuandamana uh, kwa sababu ambazo anazozitoa raia uh, au waandamanaji, tunasema waandamanaji, sio kwamba labda wamepangwa na chama fulani. Kwamba labda ni ST Wazalendo, labda ndo wamepanga wa waandamane, au Chadema, au labda tuseme labda ni sauti labda ya UNDP, labda, uh, labda ni sauti labda ya uh, vyama vyote vya siasa labda. Hakuna chama chochote cha, cha, cha kisiasa nchini ambacho kimetoa kauli ya kwamba uh, waandamane kwa siku hiyo ya tarehe 29 bali waliopanga haya maandamano ni wananchi wenyewe. Ina maana miongoni mwa vitu ambavyo wanavyovizungumza hawa wananchi uh, katika huku kuandamana wana- wanadai kwamba uchaguzi uliokuwepo au unaofanyika nchini kwamba sio wa haki. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wanaenda kuvivunja aa, siku, na ndio maana wakapanga hiyo siku. Ina maana kwamba na huo uchaguzi kwao hawautaki, wanachohitaji wao ni ule uchaguzi ambao utakaokuwa wa haki na wahuru ambaye watapata nafasi ya kuweza kumchagua yule ambaye wanayemtaka na chama wanachokitaka kikaweza kupata nguvu ya kutoka kwa wenyewe wananchi, na wakati huo huo wanahitaji katiba mpya, na wakati huo huo wanahitaji ajira pamoja na kusikilizwa kama raia. Kwa hiyo uh, tukienda mbele na kurudi nyuma tunakuta kwamba Uh, siku hiyo raia aliyepanga au hawa raia waliopanga wenyewe kwamba wanataka kuandamana kwa siku hiyo, wanalilia hivyo vitu. Ina maana je, hatuoni uh, kwamba tukiwa kwamba tunataka tutumie nguvu au serikali itumie nguvu kuweza kumziwia, kwa sababu ya siku hiyo ya uchaguzi wakati yeye mwenyewe anaupinga huo uchaguzi, hatuoni kama pia tutakuwa tunamuonea, kwa sababu maonevu yatakuja pale ambapo Uh, tunatumia nguvu kubwa wakati kile kitu ambacho kinachofanyika na huyo raia mwenyewe hakihitaji. Haya, huyo raia ambaye ana, a, a, ame, ame, amesema kwamba yeye anaandamana kile kitu anachokipinga leo hii uh, kina, kina, ndo kinataka kichukue nafasi. Hatuoni kwamba ndo kama vile inavyosomeka nchi yetu ya, ya Tanzania kwamba ni, ni watu wa kufunika funika haki na sheria. Kama tutakuwa tumefanya tume, tume, tume hii hali ya kwamba tumziwie huyu raia anayetaka kuandamana asisikike na sauti yake, kwa hiyo tutafute namna au tutafute mbinu ambayo ya, kuwa, ya, kuwa, ya, kuwa, ya, kuwa, ya kuweza kuwafikisha hawa raia waweze kuipata hiyo haki yao wanayostahili ya, ya, ya kuandamana, ambayo kama tulivyomsikia Mheshimiwa Murilo anasema kwamba kuandamana kwa ni haki ya kikatiba na raia anatakiwa aandamane pale anapoona kwamba panastahili kuandamana. Lakini je, na yeye ndo ameshapanga siku hiyo? Kwa sababu kitu ambacho kinacho kinachotaka kufanyika ni kile kitu ambacho yeye anakipinga. Kwa hiyo, je, tunawapa majibu ya aina gani hawa raia a, katika huku kuandamana? Ni siku gani labda waandamane, na muda gani waandamane ili waweze kusikilizwa hizo kero zao?